Watu wa Mungu, kifo hakizoeleki, na sababu ya kutokuzoeleka kwa kifo ni matendo yetu. Mpaka saa tunakata roho, yale tuliyoyaandika, ambayo tunajua sisi tunayajua, na watu wengine tunafikiri hawayajui Yaani, mimi najua kabisa dhambi zangu zote, lakini najua watu hawazijui, si nimevaa suti. Maovu ndio watendea watu, kwani lazima yafahamike? Dhambi zangu za jana usiku lazima zifahamike? Nililoga, kwani najua. Kitu kilicho kigumu kuliko vyote katika maisha yetu, dhambi zingine utazitenda na utatubu saa yako, lakini dhambi hii ambayo imeitesa ulimwengu, imewatesa wanasiasa, imewatesa watumishi wa makanisa, dhambi ya kuumiza wenzako, unapotembea barabarani, unapokaa kanisani, unapokaa kwenye nafasi yako ofisini, mheshimiwa DC, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, mheshimiwa kiongozi wa Chadema kiongozi wa sisiem unapokaa kwenye position yako popote, ni watu wangapi wanalia kwa pale ulikokaa tu? Unapoamka asubuhi, ni watu wangapi kwenye matendo ambayo umeyafanya wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima, miaka mitano, ni watu wangapi wanalia? Ni watu wangapi mioyo yao inavuja damu kwa ajili ya utukufu lao? Mheshimiwa DC amesema hapa, mitandao imejaa. Ni watu wangapi kwa simu yako wanalia? Ni watu wangapi kwa utajiri wako wanalia? Nimekaa pale nimeteseka sana, nimeangalia jinsi tunavyocheka, tunavyotabasamu. Ni vizuri tukacheka na tukatabasamu, lakini niwaambie Elizabeth hayuko kwenye mwili huu tunaozika. Ana mwili aliyopewa mpya, na huo mwili anaona sisi tunachozungumza, na mimi nikisimama hapa na uwezo wa kuzungumza alichokuwa akiseme kwa hadhara hii <laughs> pendaneni, acheni kuumizana, acheni kutesana. Elizabeth, najua umelala hapo, dada yangu. Hao waliokaa hapa wapo wanaoumia kweli kwamba amelala, wanateseka mioyo yao, wanakutakia safari njema. Hao waliokaa Nenda dada yangu, kapumzike. Hawa walioko hapa ndio waliokuwa wanakuzika pesa zako ulipokuwa unawakopesha. Hawa hawa hawa ndio waliokuwa wanakufitini Elizabeth, wanakufitini na viongozi wenzako. Kapumzike dada yangu, Mungu anafahamu kwa nini alikupa njia uliyopitia na amekupa ili na sisi tujifunze kwako kwa kwa. Ndugu zangu, neno la mwisho kwenu, kwa kuwa mko hapa, niwaombe tuzikane tukiwa tunasherehekea mbele za Mungu, tusizikane tukiwa tunaangaliana kwa uchungu na hasira. Kwa ndugu, tunaenda kwenye uchaguzi, mnatangaza wenyewe CCM Ebu jamani, kama jinsi ulivyoiba uchaguzi mwaka jana na mwaka elfu mbili na ishirini na elfu mbili na kumi na tisa Ebu basi kwa kuwa huwa mnajaribuki kwenda kanisani, mtubu chakweli. Basi yani, unamwomba Mungu msamaha, alafu unaenda kutenda hilo hilo, alafu unakuja na suti yako kanisani kwa sababu unachangia kwaya Alou. Uliko ninavyoshangaa kama unaona kwamba dhambi hii huwezi kuacha, wenzako ondoka ili uende mbinguni. Kuna siku utalala kama Eliza, uendi na udiwani, uendi na wenyekiti, uwendi na ubunge, uendi na udc, uendi na uraisi, utalala kama Eliza. Saa zile unakutana na malaika tena, siku hiyo ukute na mii niko saa mzee mzee